Sauli alijikuta ana maintain position yake akasahau kwamba jambo ambalo Mungu alimpakalia mafuta ni kutetea taifa la Mungu. Alikaa kibinadamu, na changamoto yake ni kwamba alikuja kukataliwa na Mungu. Inakuwepo changamoto kati ya kuchaguliwa na watu, kwa sababu unapochaguliwa na watu lazima ufanye kusudi la watu, kwa sababu matarajio yako yote, kila wakati, inakutegemea watu wakusaidie ili uendelee kujimaintain kwenye position yako. Daudi yeye hakuchaguliwa na watu. Tunapoangalia uchaguzi wa Daudi umefanyika katika familia ya Ese, ambayo ni kwenye familia yake, na kwenye familia yake hakuweza kupata kura hata moja, lakini Mungu wa mbinguni alimchagua. Inawezekana leo unakuja kuwekwa wakfu nyumbani kwenu, kwenye familia yako hawatakubaliana na wewe Wakasema huyu tu amejifanya mwenyewe. Mara nyingi Mungu anapokuchagua watu hawawezi wakakukubali, kwa sababu mfumo wa kidemokrasia ambao wanatutawala, ambao wengi tunaupenda, tunapenda sana kuangalia atatufanyia nini. Ndio maana hata tunapokwenda kwa Mungu, mara nyingi tunataka kuuliza Mungu tufanyie nini, badala ya sisi kujua wajibu wetu kwa Mungu tufanye nini. Siku ya leo kwangu imekuwa furaha sana sana sana. Ninamtukuza Mungu sana.